Bwana Yesu asifiwe sana, mtumishi wa Mungu. Nataka nikwambie njia nne za kumhubiri mtu na akaelewa kwa habari ya Kristo Yesu. Njia ya kwanza za kumhubiri kupuchuvi, yaani kweli ndo maana tunaona watumishi wa Mungu wanasimama katika madhabahu kuhubiri kweli ya Kristo, na tunaona matokeo, watu wakiokoka na wakiamini katika Kristo Yesu. Na mtu asipokuamini katika truth, basi una uwezo kumhubiri katika power, yaani nguvu. Maana yake maandiko anasema katika Marko 16:17 ishara hizi zitafuatana hao waaminio, ikiwa na maana ya kwamba ukiwa na power unaweza kumponya mtu akapona, aliyepooza akapona, aliye mgonjwa akapona, kupitia vile vitu ambavyo naponya watu Mtu ataamini kweli, kumbe Mungu yupo, Yesu yupo. Mtu ataamini atakubali kuokoka. Ndio maana Farao alipokataa kuwaondoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, kwa malaika mmoja, wazaliwa wa kwanza wa nyumba ya Farao alikufa kama kuku, akaamini nasema ese, nendeni mkamwabudu, hakika mnaye Mungu. So kupitia kwa mtu ataokoka. Na pia kitu cha tatu, kitu cha tatu ni moro yani, uadilifu kama kijana aliyokoka, lazima uishi maisha utakatifu. Ah, kwamba stand the dam, usifanye vitu ambavyo havileti maana nzuri katika jamii, katika maisha utakatifu. Unavyoishi maisha utakatifu, hapo nakuwa ni njia pekee ya kumhubiri mtu na katamani kuokoka, anamfuata Yesu. Na kitu cha mwisho cha nne, kwamba katika habari ya discipline, na hapo katika discipline, tutaongelea katika bidii. Kijana aliyokoka, lazima uishi maisha ya bidii. Bidii, uwe na bidii katika kusoma, uwe na bidii katika biashara, uwe na bidii katika kila kitu ambacho nakifanya, uwe na bidii. Kupitia ile bidii, mtu tamfurensi mtu atamani awe kama wewe, akita tamani kuwa kama wewe, atakuuliza useme, mbona wenzangu uweza kufanya mambo kama haya? Utamwambia kwa sababu Kristo ndani, ndio Kristo yuko ndani yangu, ndio maana nafanya mambo yote katika bidii. So kupitia ile bidii uliyo nayo, mtu mubi, nakuwa shamabili, unakuwa tayari kuokoka. Vitu hivyo vinne hawa moyo n discipline unaweza kumhudumu mtu na akaokoka. Mungu bariki sana vijana, tunaweza kumhudumu Kristo katika ti katika hawa katika moyo katika discipline. Asante sana.